Tunaendelea na shuhuda, tunaendelea na shuhuda, tunaendelea na shuhuda, tunaendelea na shuhuda, tunaendelea na shuhuda. Karibu sana katika shuhuda. Ehe, tuambie na wewe umetendewa nini na Mungu wa mbingu na nchi? E, mimi nina ushuhuda na nina ushuhuda nyingi, lakini natoa chache ambao pindi ambao nimekutana na huduma hii ya KJY uh -huh, nimetendewa mambo mengi uh -huh, ila naanza namba moja ambao uh -huh, ni ushuhuda niliyotendewa ambao tulikuwa hatutengemei mimi na mke wangu mm -hmm, ambao tulikuwa tumeanza kuhangaika ndio, lakini tukaona mkono wa Bwana kupita kwa mtumishi wa Mungu Joseph uh -huh, Mtapi ambao ni madhabahu ya KJY, amen. Nimetendewa nikabarikiwa na mtoto nikiwa na mke wangu, tulikuwa tumeanza kuteseka mm -hmm, tukuwa tunakata Ma, lakini tumebarikiwa, tumepata mtoto. Yuko mbao, mtoto mtoto yuko hapa sasa hivi, yuko hapa, ndio huyu hapa eh. Anaitwa nani huyu mtoto? anaitwa Samuel, anaitwa mm, Samuel. Maana yake umempata kwa njia kwa ya maombi, si ndio? Maombi, tumempata kwa njia ya maombi. Kwa hivyo hii huduma uh-huh, inatenda kweli. Ndio. hii huduma ni ya kweli amen. Ushuhuda wa pili mm-hmm, nimebarikiwa na kazi ambayo yes, nilikuwa nimekata tamaa uh -huh, tulipoingia maombi na mtumishi wa Mungu nikamjulisha na akaingia kwenye maombi na akaniombea uh -huh. nimekuwa ambao natambulika amen, katika nchi ya Tanzania sasa hivi. Amen. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Amen, unatambulika. Unatambulika sasa. Natambulika katika nchi ya Tanzania nime uh -huh. kungu. Nimesajili kiwanda uh -huh, kwa hivyo ni maombi ya madhabahu hii Muda wa tatu hmm. Nimemilikishwa katika nchi ya Tanzania eh. Nimemilikishwa kuwa na viwanja eh na nyumba eh, na kila hatua ninaofanya namjulisha Mungu kupita eh pia kwa Nabii Joseph Mtapi wa madhabahu ya KJY. Amen. Asante sana. Una viwanja? Nina viwanja. Ndio. Nina nyumba uh -huh. kupita kwenye madhabahu na mtoto Kenjiwa. Umepata na mtoto? Nimepata kwa njia ya maombi, kwa njia ya maombi KJY. Kwa hivyo nashukuru sana, asante sana. Nikiongezea wale ambao mnateseka uh -huh. na wakaribisha katika huduma ya KJY inatenda kweli, karibuni uh -huh. sana, mpate maombi ya kweli uh -huh. mpate baraka za kweli nawe utatendewa uh -huh. kwa jina la Yesu. Mama, unasemaje machache walau ya kushukuru, maana kuna Samueli sasa uh -huh mamlaka ya jina la yes mi, mi pia napenda kumshuhudia Mungu kwa matendo makuu aliyotutendea uh -huh. Aliyozungumza mme wangu ni kweli kabisa uh -huh. Tulikuja kwenye huduma hii tulikuwa tunasumbuliwa na uzao kwa takribani ya miaka minne minne, lakini tulivyofika kwenye huduma hii tulipokea uh -huh. uzao kwa njia ya rahisi kabisarahisi kabisa kabisa, ndio tunamshukuru Mungu sana uh -huh. na ushuhuda mwingine nilikuwa sina biashara uh -huh. kupitia huduma hii nimepata, uh -huh. biashara kwa njia rahisi kabisa. Ah, yani umepata dabo. Dabo. umepata mtoto na biashara na biashara. kwa hiyo wanasema amepata na extra. twende pamoja, amepata na nini? na extra, yani akaongezewa zaidi. I say Yesu anaweza. Kwa hiyo wale ambao hawana watoto mm -hmm, na hawana biashara. Unawaambiaje mama ambao wanasumbuliwa na uzao ambao hawana watoto mm -hmm. Napenda kuwashuhudia wafike mahali hapa uh -huh. Watapata uzao kwa njia ya rahisi kabisa, ndio watatendewa. Amen. Amen. Kama amen, si tulivyotendewa? Amen, asante sana hapa KJY. Yesu anatenda, asanteni sana Mungu awabariki, Mungu awakumbuke, awape tena na zaidi na zaidi ah. Lakini na wewe unayenisikiliza, pokea kwa mamlaka ya jina la Yesu kufanikiwa, amen. Asanteni sana, nafikiri tunaishia hapo. Mungu awabariki sana kwa kutusikiliza.